Lakini hizi kauli za watu waandamane, wafanye fujo, wachome mali za watu zimetoka wapi? Ukirejea kwenye mitandao, kuna askofu mmoja. Askofu huyo anawachochea watu kwenye mitandao, anawaambia wale wanaokaa karibu na vituo vya polisi na nyumba za polisi, choma nyumba zao, vituo vya mafuta hivi, akavitaja jina vya Lake Oil choma moto. Akataja mambo mengine mbele, kwamba hivyo choma. Swali langu kwanza, na maswali kadhaa. Swali la kwanza nawauliza hawa watetezi wa haki za binadamu, wana habari na watu mbalimbali yeah. Je, huu sio ugaidi huu, wakulipua vituo vya mafuta na kuchoma nyumba za askari na vituo vya, huu sio ugaidi?